Na tusio Wakristo wa jina tu, juzi nimsikia, naomba nitumie neno ambalo sio zuri, lakini ndilo hilo linalofaa nimsikia. Lofa mmoja akisema wakatoliki wakiwakilishwa na yeye wameandika barua kwa baba, balozi wa Baba Mtakatifu kumshtaki Padri Charles Kitima. Wakatoliki wanamshtaki Padri Charles Kitima, hivi hapo kuna ukweli Enyi Wakatoliki wa Goba Maria, kuna ukweli? Na huyo aliyekuwa anasema hivyo kwa ulofa wake, amethubutu kuwa mnafiki. Amevaa rozari shingoni kusudi tudhani kwamba ni mkristu kweli. Huyo siyo mkristu, huyo ni kibaraka, huyo ni ndumira kuwili, huyo ni msaliti ambaye anatenda maovu anashabikia uongo na anajidai kwamba anamwakilisha Kristo. Kwa bahati mbaya, baadhi yenu wa Kristo mnaweza mkapelekeshwa mkanunua hizo kauli, hiyo misimamo. Samani tena kwa neno nitakalo tumia, huo upumbavu. Mkristo, ha Kristo hapaswi kuwa mpumbavu wa Tanzania tumeingia kwenye huo mchezo kwa sababu ya njaa, njaa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya njaa, njaa. Hata Wakristu baadhi wako tayari kujiuza. Ndugu zangu, mimi dini yangu ya kuzaliwa ni Ukristo, ni ya Kikristo, dhehebu langu ni Wakatoliki, lakini nataka niwaambie hakuna dhehebu hatari duniani kama dhehebu linaloitwa Wakatoliki. Narudia tena Hakuna dhehebu la kikristo hatari katika uso wa dunia hii kama vile Wakatoliki. Kwa nini? Kwa sababu hii sio tu dini, bali ni dola. Dola zote ambazo ziliitawala dunia baada ya dola ya Roma kusambaratika, ili zifanikiwe kuitawala dunia, zilituliza dola ya Roma ndani ya nchi yake. Sijui nimeeleweka. Yaani ili sisi Watanzania tujikomboe kwenye umaskini tulionao, ni lazima Taasisi ya Waroma, kanisa la Waroma, dini ya Waroma tuikontrol sisi wa Tanzania. Na sio itukontrol sisi. Ndugu zangu nyinyi amujui Katoliki. Na sisi semina ujua Ukatoliki kwa sababu nimelelewa Ukatoliki. Ukatoliki nimekuja kujua juzi, juzi. Baada ya kujiingiza duniani kutafuta maisha, sasa kwamba nimeshatoka shuleni, sasa natakiwa niibadilishe ile elimu ya shuleni ili nipe riziki kadri nikipambana nakuta kitu kinachoitwa Wakatoliki. Hawa si watu wa kawaida ndugu zangu, ngoja nizungumzie kidogo hii vita ya ndani kwa ndani ya Wakatoliki, kwa sababu naona kuna watu wanataka kutuchezea sisi akili tutoke kwenye lengo letu la kuimiliki nchi kizuri. Mimi nishatoka kwa Wakatoliki. Mimi sasa hivi dini yangu ni JKT, ambayo kauli mbiu yetu ni kwamba Tanzania na vyote vijazavyo ndani ya Tanzania ni vya Watanzania, wavitunze wagawane kwa upendo. Hiyo ndio kauli mbiu yetu sisi wa Tanzania. Kwa hiyo, dini yangu mimi ni JKT. Sihitaji kuwa kwa Wakatoliki huko au kwa Walutheri huko, sijui kwa kina nani unakufa unazikwa kwa mbwembwe, kumbe watu wanakufanya biashara. Kwa mfano mimi nishaanza kupiga piga kelele hivi ukifia kwa Wakatoliki ndio wanakufanya biashara, wanaingiza mafedha kibao. Wakatoliki unawajua wewe. Kwa kila kitu ni dili. Dugu zangu watu wanaonifuatilia. Wana una. Hakuna mtu ambaye aliruka na fadha Kitima kama mimi huko huko online. Sidhani kama kuna online media iliyoruka na mzee Kitima kama mimi. Na mimi niliwaambia wazi Fadha Kitima wan mimi namtoa knockout, hana hoja mbele yangu, sababu wao ndio wamenifundisha mimi siri za hii dunia. Na niliwaambia wazi wa wa Tanzania, ukifundishwa na kina Fadha Kitima, namaanisha wa Katoliki, ukafundishwa na mashehe ama mashehe waliosoma sana, maana kwa Waislamu kuna mashehe wengine wanazukazuka, mimi nazungumzia wale mashehe ambao ni wanazuoni waliosoma, wanajua siri za dunia hii, utajua vitu vingi sana vya duniani Yani, utajua siri nyingi. Yani, ukitaka utajiri utaupata, ukitaka kuishi maisha ya kawaida unayaweza ukayaishi, kwa sababu hupewi elimu tu, unapewa siri za dunia hii. Ndugu zangu Wakatoliki wana pawa isiyo ya kawaida katika katika nchi yetu. Sasa ni wanadevulia watu kidogo hii civil war, kwa sababu ni vita ya ndani kwa ndani ya Wakatoliki, kwa sababu naona kuna watu wanaanza kutudanganya kwamba eti serikali inahusika. Ndugu zangu kuna watu wameajiriwa wanalipwa fedha nyingi sana na foreign agent kuhakikisha Tanzania inakuwa polarized. Ukitaka kujua mataifa ambayo yameharibiwa na polarized, ninaposema polarized, labda kuna watu nawaacha kwamba watanzania wasiongee lugha moja ya kuimiliki nchi yao, kama vile wa China wanavyozungumza lugha moja. Umeona yule mchina aliyokamatwa na bilioni sita yule, katumwa yule. Umeona watu wanavyoelewana katika kutafuta riziki kwa ajili ya faida yao, angalia wa Warusi. Ndugu zangu, ni lazima tutafute mwavuli wa kuzungumza lugha moja, watu asitugawe. Wengine amekaa huko anakwambia Samia anahusika, wengine kakaa huko anakwambia sijui. Ndugu zangu, vita ya ndani kwa ndani ya Wakatoliki, kwanza tuanze na huyo askofu wao huyo, aliyewatukana wenzao. Mimi nataka ni, ni, ni, ni mvae kwanza askofu, kwa sababu askofu amenitukana hata mimi. Mimi si Mkatoliki na mimi moja ya watu ambao wamemkosoa Kitima, mimi ndio namba moja kabisa, ningetakiwa ni, yani, nitafutwe mimi lakini kwa sababu wenzangu wameuvaa ukatoliki na kumvaa faza Kitima, mimi nilivaa siasa na nikamvaa faza Kitima. Ndio maana wenzangu wametukanwa malofa. Mimi ningemuuliza Ruwaichi huyo, Ruwaichi, mpaka unatuita sisi malofa. Maanake wewe ni tajiri. Woh, utajiri wako umepata wapi kama sio kutunyonya sisi malofa? Unajua lile ni tusi kubwa sana. Basically hata mimi Ruwaichi amenitukana. Alafu mtu akiwa anakutusi anaku, anaku, katika lugha ya picha kama ile, amekudharau sana. Na ni kwa nini Ruaichi atudharau kwa katika levo ile? Kwa sababu Ruaichi akiingia kwenye database za Wakatoliki, mali wanazozimiliki ndugu zangu, hakuna taasisi ya kigeni nchini Tanzania yenye nguvu kama taasisi ya Wakatoliki. Taasisi ya Wakatoliki ni foreign institution kwa sababu ina ubalozi. Ile ni nchi kabisa, ina ubalozi. Sasa ni kama kuna foreign institution in Tanzania which is You know, nazungumzia taasisi, sizungumzi kampuni, nazungumzia taasisi, tofauti kati ya kampuni na taasisi, taasisi na kampuni. Hii taasisi inaiendesha serikali wewe, hii taasisi na sio hapa kwetu tu. Mataifa yaliyojitambua yakaikontrol hii taasisi ndio at least yako salama, lakini sisi bado hatujaweza kuikontrol hii taasisi asa wale deep state, yani wale viongozi baada ya kuona sasa aa, mang'ombe wanao wanyonya wameamka, ndo ikabidi rais aje kwa hizo lugha kali za matusi na die, na kudhihaki watu kwamba malofa sijui wana njaa you know, Bro, bro mzee, that's too much. Unafikiri hao ni wakatoliki wale wa miaka ya themanini wa Salamu Maria wamejaa neema ni mzee wangu, that's too far, bro. Bro, 2026. This is the internet. This is the world as a little village. Hii sio ile dunia mliotupumbaza, mnajikatia mashamba ya Watanzania, mnaweka mahospitali mavio. I'm telling you Father Ruwa'ichi, sijui ask for Ruwa'ichi, we are going to fix foundation yote ambayo mnamiliki tukishindwa kuvichukua hizo propati zenu, tutatengeneza taasisi nyingine ambazo zitaua hizo biashara zenu. Lazima tutafute mekanizimu ya kuaua hawa watu kwa dharau wanazotuletea kwa watu wanaojitambua. Huyu sijui Rwaiche Kitima ni watu ambao tungetoka, tunawalipa mshahara watuhudumie, yani kama vile profesa, mwalimu Polisi, you what are you doing bro? Kazi yenu nyinyi ni kama walimu. Kazi ya walimu si kutufundisha sisi utamaduni wa hii dunia, sio? Kwani kanisa tunafundishwa ni kama, we are just being taught culture. Kanisa tunafundishwa utamaduni tu. Lakini, nyie mnafanya biashara na sisi. You are ripping us. You are sucking us. Ndo maana unakuwa na ujasiri wa kututukana matusi hayo. Wewe, bishop, I don't know who are you, bro. Come on, man. This is too much. Kisa mang'ombe ambao mnawakamua maziwa pasipo hata kuwatafutia malisho yameamka yakajua kwamba mnawanyonya sana. Simple definition ya kinachoendelea kwenye kanisa Katoliki kwamba yale mangombe yanayonyonywa pasi na kutafutiwa malisho yamejitambua. Watanzania, the most dangerous institution in our country is Catholic institution, I'm telling you. bado hata hajafika level ya Katoliki. Wewe Katoliki inaogopeka. Mtu atajiuliza kwa nini Katoliki anaogopeka? Wamewahi kuitawala dunia, si ndio? Roman Empire. Wewe unafikiri nini, dola ya Rumi, unafikiri nini? Kwa nini wanakuwa wana, wana, wana na ubalozi nchini kwetu? Kama ni just ni dini kama dini nyingine, kwa nini wasitumie ubalozi wa Italia? Bro, we are not as stupid as we, as we used to be. Ndugu zangu wa Tanzania mkeni, achaneni akina Lema sijui akina nani, anakwambia sijui Samia sijui mtoto wa Samia. Ndugu zangu kipindi Kikwete yuko madarakani, nchi nzima tulimkabidhi Ridhiwani Kikwete. Ameondoka na baba yake. Sasa hivi tunamkabidhi nani? Sijui Abduli wa Tanzania. Let nobody polarize us. watu wasitugawegawe mafungu ili watutawale watu, watu wasikumezeshe vidonge vya CCM, watu wasikumezeshe vidonge vya Chadema sijui Bakwata sijui Katoliki. We should speak one language, tuimiliki nchi yetu. It's a process. Najua wengine wanasema, katiba lini? It's a process bro. wa wengin wanasematni wataratibuwa tutafika tu, ni kujenga, ni kujipanga lakini tutafika. Watu wasitugawegawe na hizi dini zao This is the means to suck us. Yani, nikisikia mtu anazungumzia Tanzania akiwa amevaa beji ya dini mlete kwangu aniambie hiyo dini yake ina thamani kuliko nchi yetu, like kama Catholic ina thamani kuliko Tanzania? Ah bro, ni bora nife tu niondoke huku duniani. Au ni hame inche sasa, watu wasituletee hizo riederi kiwe kitima, mi nilimaliza kabisa kipindi kile cha machafuko, sijui kuteka, kuteka, kuteka, kuteka hiko kipindi, mpaka kipindi cha Roman Empire kuteka ipo. The only thing we wanna speak ni namna gani we gonna take over our country tuijenge nchi yetu, nchi yetu imebarikiwa vibaya mno. Wamegawana wakina Ruaicha, hao wanatutukana madhabauni, wazwaz. Ruaicha anapata wapi gati ya kututukana kama sio ameshiba hiyo ayo anayotunyonya sisi Mtanzania. Wacheni kuchezewa akili zenu katika jina la dini, wacheni kuchezewa akili zenu katika jina la political parties. You know what happened? October 29th ile ilikuwa ni mvua ya rasharasha rasha. Watu wameenda kujipanga tena, watu wako kazini. Wat Tanzania, don't let this stupid mob ride on your mind. Mnaanza kuzungumza udini, ukabila, Ukatoliki wangu, Ulutherani wangu, Ubakwata wangu, alafu watu wanachukua mali zetu. Hapa tulipo tunaandaa mazingira ya kufix setup ya nyumba yetu inchi nchi. Msingi upo, msingi ni JKT wewe, msingi wa nchi tunao. Wanajaribu wana tu kuvunja ule msingi. I'm telling you, sisi foundation ya nchi tunayo. Swala la kuseti ramani kamili ya nyumba yetu itakuaje, alafu maybe generation nyingine kija inaendelea pale, ambayo tutakapopaacha sisi. It's a process. I know it's not a flip flop like switch. Hapana lazima tuwe wapole, tuwe watulivu wakati tunatengeneza setup ya kuimiliki nchi yetu yote. Sehemu tutakuta pandikizi, tunashindwa kulivunja, tutatengeneza pembeni yake pandikizi lingine, tutaua hiyo biashara ya wakina Wakatoliki. Wanamiliki hospitali, wanamiliki mashule. we gonna build a lot of school, na shule zetu zitakuwa bure, zinatengeneza the best of the best. Kwani uzuri wa shule nini? kuongea Kizungu, kutengeneza au kutengeneza wazee wa upinde wa mvua? Bana mashule bora hapa, mimi naona nchii, mashule watu wanalipa mamilioni, yanazalisha wa wa tu wazee wa upinde wa mvua, lakini shule zetu zile man. Kwa njia ya kuwaua hawa wakina ruaichi natuchezea akili zetu na kesi zao na zao kwa matabauni ni sisi wa Tanzania kuwa kitu kimoja, kuimiliki nchi yetu, tutengeneze mashule mengi, mahospitali mengi, ya kukrash hizo biashara zao kuja na kututukana tukana, na kutugawagawa mafungu. Ugomvi wa Katoliki unakuwa ni wa CCM Chadema tena. Tumiliki rasilimali zetu katika mwavuli wa JKT. Dini ya watanzania sasa hivi ni JKT. Tulinde nchi yetu, rasilimali zetu tuzitunze, tugawane kwa upendo. Hakuna mtu anaakili kuliko mwingine eti ana uhalali wa kumiliki rasilimali za watanzania kama anavyotaka uh -uh. Sisi tunataka mtunzaji na sio mmiliki. Ukiwa na riziki nyingi, maana yake wewe ni mtunzaji, sio mmiliki. Ututukane tukane kama u huyo Raicha alivyotutukana ha -ha. Raicha ameshiba ndio maana anatukana. wa Tanzania don't get twisted, inchi sio ya Chadema, sio ya CCM, sio ya Katoliki, sio ya Bakwata, nchi ni ya watanzania wote, ikilindwa na kutunzwa na JKT. JKT ni nani? Tanzania yote ambaye anafanya kazi kwa ajili ya kulijenga hili taifa ni JKT. Tunahitaji setup ya JKT kwenye kuirani nchi, bado hatujapata setup kwa sababu bado ardhi ya Tanzania inamilikiwa na kina inamilikiwa na kina Fadha Kitima, hao wanaotutukana ko. Tupambane, tujiandae na hoja nzuri za kumiliki nchi yetu yote. Tuelimike tusiwe wasomi.